E, jina langu naitwa Godwin Kabeta Mwasomola Mwamposa. E, niko mahali hapa kwenye ofisi hii ya serikali. E, kwa niaba ya Mtume Boniface Mwamposa nimekuja kukabizi bati ambazo yeye amechanga kwa ajili ya hospitali hii dispensari ya hapa Nsalala e, ame, amechanga naye kwa ajili ya maendeleo, kwamba hospitali ijengwe mahali hapa. Kwa hiyo tuna furaha sana kwamba sasa tutakuwa na dispensari yetu, wananchi hawawezi kupata shida ya kuweza kutembea kwa, kwa mwendo mrefu kwenda kutafuta E, labda kwenda kutafuta uponyaji ama kutafuta hospitali ili waweze kutibiwa, lakini ni furaha kubwa kwamba tutakuwa nayo sasa hapa hapa karibu. Kwa hiyo yeye kwa niaba, mimi kwa niaba yake e, amesema kwamba anafurahi sana kwamba hii hospitali ikijengwa, basi atafurahi Yaani, huu mchango usiwe kwamba babati akae tu. Ah ha, anataka akija aje ayaone yamewekwa na hospitali inaendelea. Amina wapendwa, amina. Kwa hiyo hata mimi nimefurahi sana, amina. Nikiwa kama mwakilishi nimefurahi sana wananchi, kwa kujitolea kufanya jambo hili kubwa. Ni jambo kubwa kwa kweli. Basi mimi kwa maneno machache haya ninaomba Mungu awabariki wote. Aa, kwa majina, ninaitwa Musa Sinyenga, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Nsalala. Nipende kutoa shukrani nyingi sana kwa Mtume Boniface Mwamposa kwa msaada aliotupatia wa bando saba za bati geji ishirini na nane kwa ajili ya ujenzi wa zahanati. Ninaamini bati hizi zitatusaidia zitamaliza eneo hili tunawashukuru sana Lakini pia nawashukuru wajumbe wangu wa serikali pamoja na mtendaji wetu kwa juhudi kubwa zilizofanyika kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hii. Zahanati hii kimsingi, kama unavyoiona, imejengwa kwa nguvu za wananchi. Ukitaka kuona nguvu ya serikali, hapa kuna milioni mbili ambayo tulipata kwenye mfuko wa jimbo, lakini nyingi tumechangiwa na watu aina mbalimbali. Kubwa zaidi, bulldozer hajachangia hiki peke yake ametuchangia pamoja na, na wakati ule tunaanza kujenga tofali za shilingi milioni moja. Sasa pia sasa tumepata bati za milioni mbili laki tisa na elfu tano ambazo zitatusaidia kwa kweli. Kwa niaba ya wananchi wote wa Nsalala ninamshukuru sana na ninamwombea neema kwa Mungu, lakini pia nitoe wito kwa wadau, kwa sababu bado tunaendelea na ujenzi tunaendelea na ujenzi bado, kumaliziaji bado tunahitaji kupata mbao za kumalizia, wadau yeyote anayejisikia kutuchangia, kwa sababu tunajenga kwa manufaa mapana ya wananchi wetu wa Nsalala na wengine wapita njia ambao wanaweza kupata matibabu kwenye zahanati yetu. Kwa majina anaitwa Luitiko Mwaibindi, ambaye ndio mtendaji wa kitongoji hiki cha Nsalala. Nipende kumshukuru ndugu yetu Bonifasi Mwamposa kwa kutusaidia bati hii hizi bandru saba ambazo tunafikiri zinaweza kutusaidia tukamalizia jengo letu kuwezeka, lakini pia niseme kwamba ndugu wajumbe na wananchi kwa ujumla, tuendelee na hii kazi kwa ajili ya kuendelea kuchangia michango mbalimbali. kwa majina naitwa Tabita Sanga, ni mjumbe wa Ikuyu A. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kutuvusha mwaka mpya, pia nimshukuru Mtume Bonifasi Mwamposa kwa kitendo kikubwa kama hiki, sadaka kubwa hii hii ni sadaka kubwa sana hasa kwa sisi wanawake pamoja na watoto. Mungu ambariki sana. Pia tunambariki baba yake ambaye ametuzalia mtoto mzuri mwenye roho nzuri kama hii ya kutupatia zawadi kama hii. Kama wenzangu walivyosema, hii ni kama alama kubwa katika kijiji cha Nsalala kutujengea hospitali yani kutuwezekea, kutufichia aibu. Mungu ambariki sana mtumishi Mwamposa pale alipotoa, Mungu akazidishe. Pia niwashukuru viongozi wetu mwenyekiti pamoja na mtendaji wake, tumekuwa nao mguu kwa mguu kuomba michango kwa ajili ya ujenzi wa dispensari yetu. Mungu awabariki sana, awape afya njema, awakumbuke pale mlipotoa. Pia na wajumbe wenzangu, nawapongeza Hatukuachana, kila siku tulikuwa mguu kwa mguu kwenda kuomba michango kwa wadau. Pia tuwashukuru wadau wetu, Mungu awabariki sana, mmejitoa kwa hali na mali. Kuna watu tumeenda mara mbili mara tatu, amkuchoka. Mungu awabariki sana kwa majina. Naitwa Tumaini Nafasi Fungo, diwani viti maalum. Awali ya yote, nomba nichukua nafasi hii kuwapongeza ofisi ya kitongoji cha Nsalala, mwenyekiti na mtendaji wake kwa kazi nzuri wanayoifanya wakiambatana na wajumbe wao wa serikali kwa sababu bila wao, ushauri huu unatokana na kamati yake nzima ya wajumbe wa serikali, ndio maana wanafanya mambo kwa weledi. Nawapongeza sana, lakini nomba nichukue nafasi hii kumpongeza Mwamposa kwetu, wana kitongoji cha Nsalala amekuwa ni tunu, na kama amekuwa ni tunu, tunamshukuru sana kwa hiki alichokifanya na bado tuna imani ataendelea kukifanya kwa sababu bado tuna uhitaji mwingine, lakini iki alichokifanya ataokoa watu wengi sana kwenye kitongoji chetu cha Nsalala, hususan wanawake, kwa sababu hiyo hospitali itasaidia sana wanawake kwa ajili ya kujifungua kwa changamoto zile tu walizokuwa wanazipata kutoka hapa kwenda ifisi kutafuta huduma, lakini sasa kama itakamilika hiyo hospitali itakuwa imetusaidia ime, ime sana wanawake kujifungua kirahisi, lakini pia pi, kuja kupata huduma kirahisi kwenye dispensari yetu. Tunampongeza sana, lakini pia hatutasita kumwombea na bado tunamwombea Mungu ampe maisha marefu, ampe neema, azidi kutukumbuka Wanansalala kwa sababu bado tuna uhitaji kutoka kwake. ndinaitwa William Simwali, ni mwananchi wa kitongoji cha Nsalala. Nichukue nafasi hii kupongeza sana uongozi wa mwenyekiti wetu Sinienga na timu yake ya wajumbe wake kwa jitihada wanazozifanya hasa kwenye uhamasishaji juu ya shughuli mbalimbali za maendeleo katika kitongoji chetu. Wamekuwa ni kiongozi wa mfano bora, na nichukue nafasi hii kuwahamasisha na kuendelea kuendelea kutafuta mipango mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha eh, kitongoji chake kinakuwa mfano lakini nitakuwa mwizi wa fadhila nisipo e, mpongeza mtume, kupitia kwa baba pale, a, ambayo ukisoma Waibrania kumi na tatu mstari wa kumi na sita inasema mshiriki pamoja sadaka hii. Kwa hiyo Mtume Mwamposa amefanya sadaka ambayo haitasahaulika milele katika kitongoji hiki cha Nsalala. Seme Bwana ambariki na mwangazie nuru za uso wake hasa kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita.